Si ni lugha yenye nguvu sana, inasaidia kuongea na kompyuta. Unaweza kuiambia kompyuta ifanye nini. Si inatumika sehemu nyingi, inasaidia simu na michezo kufanya kazi. Kujifunza kucode ni furaha. Unaweza kutengeneza programu zinazofanya mambo ya ajabu, ni kama kutatua mafumbo. Si ni sehemu nzuri ya kuanzia. Unataka kujifunza zaidi? Endelea kusoma. Hii ni mwanzo tu wa safari yako ya coding. Si iliundwa zamani sana. Dennis Ritchie aliunda katika Bell Labs, aliunda ili kujenga mifumo ya uendeshaji. Mifumo ya uendeshaji inaendesha kompyuta, inasaidia uendesha programu kama mchezo C. Si ilikuwa nzuri kwa kazi hii, si C bado ni muhimu leo, lugha nyingi zimetokana nayo. Kujifunza C, si ni msingi mzuri wa coding. Ngoja tujifunze mambo ya msingi ya C si. Fikiria variables kama masanduku, unaweza kuweka vitu ndani yake. Vitu hivi vinaitwa data Data types inaiambia kompyuta nini kiko ndani ya sanduku. Integers ni namba nzima kama tano au kumi. Characters ni herufi kama a au b. Unaweza kutumia amri kuiambia kompyuta ifanye nini. Kwa mfano, printf inaonyesha maandishi kwenye screeni. C ina amri nyingi, huu ni mwanzo tu. C ina mengi ya kujifunza. Unaweza kujifunza ku loops na functions. Hizi zinafanya programu zako ziwe na akili zaidi. Kujifunza ku code kunachukua muda. Kuwa mvumilivu na endelea kufanya mazoezi. Kuna njia nyingi za kukusaidia kujifunza. Unataka kujifunza zaidi kuhusu C programming? Subscribe Aljumah kwa mafunzo na vidokezo zaidi.